kwa ajili ya kufundishana na kuelimishana maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika riyadu alhikma hadithu na leo, hadithu alfarah. Hadithi yetu ya leo inaitwa hadith yenye furaha bila shaka. Hata wewe msikilizaji utakuwa una shauku sana ya kujua ni kwa nini hii hadith imeitwa ni hadith yenye furaha, kwa sababu hakuna yeyote katika sisi isipokuwa anapenda kuwa na furaha, ima katika maisha ya dunia

Na katika tarehe inatajwa miaka yote aliyoishi na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa tabia alizokuwa nazo nzuri, hakuwahi kufanya jambo mtume akamuuliza kwa nini umefanya hili jambo au umelifanya kwa sababu gani, maanake alikuwa na adabu na akhlaki nzuri kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii anasema, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Mtume, mata saa tu kiama kitakuwa siku gani? Anataka kufahamu kiama kitasimama lini, au anataka kujua siku ya kiama itakuwa lini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu naye pia kwa swali, akamuuliza wama aadatta laha, unapouliza kuhusiana na kiama, umekiandalia nini hicho kiama? Umejiandaa kiasi gani na hicho kiama kwa sababu kiama ni siku nzito, ina mambo mazito, ina matukio mazito, na mtu kwenda kukutana na Allah. Si yani, umejiamini nini mpaka unaulizia kiama? Sikiliza haya majibu ambayo waliyatoa sahaba kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, anamwambia la shay'a illa anni uhibu llaha wa rasula subhanallah, la shay'a illa anni uhibu llaha wa rasula Asema wallahi, sijaandaa kitu chochote kingine isipokuwa mimi nampenda Allah subhanahu wa ta'ala na nampenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanachuoni wa, wa tafsiri ya hadith wanatueleza kwamba alipotaja haya maneno sahaba kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ni kama aliyadogosha na kujiona hajaandaa chochote kwa ajili ya akhera yake na ndio kwa Taratibu ya masahaba na mwenendo wa masahaba waliyafanya matendo mingi, lakini walikuwa wanahofia kuwa hawajafanya chochote. Ndio walikuwa wakimtolea wakifanya ibadati wakijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bado wanaona hakuna walichofanya. Falidhalika ndio maana anasema sijaandaa chochote zaidi ya kumpenda Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini sikiliza maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Almar'u ma'a man ahabba. Subhanallah, asema kila mtu siku ya atakuwa kiyama atakuwa na yule. Kila mtu siku ya kiyama atakuwa na yule aliye mpenda qiyama. Na ali katika riwaya nyingine mtume amemwambia, anta ma'a man ahbabtahu, wewe siku ya kiyama uliyoiulizia utakuwa na yule uliye mpenda. Maana yake atakuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Anas, ambaye anaelezea hii hadithi, anasema: wama farihna bi shay'in farihna bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Asema wallahi hatukuwahi kufurahi kwa jambo lolote kama maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu anaeleza, hata mimi mwenyewe nilitarajia takuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar Siddiq pamoja na Umar, hata kama sitoyafanya matendo anayoyafanya wao, lakini kwa yale mapenzi niliyokuwa nayo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa Umar pamoja na kwa Abu Bakar Siddiq radiallahu anhum ajma'in. Bila shaka mpaka hapo utaona ni kiasi gani hii hadithi imeitwa ni hadithi yenye furaha, ni hadithi yenye bishara, ni hadithi yenye habari njema kwa yule anayempenda mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa yule anayewapenda watu waheri. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya qiyama, atamfufua akiwa pamoja nao. Swali dogo, ni kina nani ambao unawapenda? Ni kina nani ambao unawafanya kuwa watu wa karibu? Ni kina nani ambao sana na unashauriana nao katika mambo yako ya kila siku, ambao utafufuliwa nao siku ya Kiyama, almaru ma'a man ahabba. Zahmid TV.